Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi, amemteua binti yake Christina Tshisekedi Tshika kuwa msaidizi wake binafsi. Taarifa ya kuteuliwa katika nyadhifa mbalimbali mpya kutoka ofisi ya Rais ya DRC ilitolewa usiku wa kuamkia tarehe 8 mwezi wa 3, 2025, yaani usiku wa kuamkia jana. Walioteuliwa wamo katika kundi la manaibu wakurugenzi wa kurugenzi wa ofisi ya rais, washauri waandamizi, wajumbe maalum, makamishna wa afya na hata washauri binafsi. Christina, ambaye ni mmoja wa watoto watano wa, wa Rais Tshisekedi na Denise Nyakeru Tshisekedi, alikuwa mmoja wa washauri watatu wa binafsi wa Rais Tshisekedi. Kaka yake Rais Tshisekedi aliyejulikana kwa jina la Tshisekedi Tshibamba Jacques ameteuliwa tena kuwa mratibu wa usalama wa ndani katika ofisi ya Rais baada ya kukabidhiwa jukumu hilo. Christina alieleza kwenye mitandao ya kijamii kuwa alimpa Mungu tukufu na kumshukuru mzazi wake kwa kumwamini. Antoni Nkinzo Kamole anasalia kuwa mkurugenzi wa ofisi ya Rais huko Congo. Wewe kama Mtanzania, unaiona wapi nafasi ya Watanzania kuweza kuteua watoto wao kuwa washauri wao? Kwa mfano, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amteue mwanaye kuwa mshauri wake binafsi kwenye masuala ya kujenga nchi. Je, patakalika kweli hapa na jambo ambalo likawekwa hadharani? Lakini kumbuka, hii ni Sawasawa Sawa Digital, habari kiganjani mwako.